Ni kuna changamoto kubwa, pana hospitali kubwa yani imejengwa, na sisi tulishukuru, alhamdulillah, kwa hospitali shajengwa tutaepukana na mambo mengi, kwa sababu tatizo letu, nadhani serikali nzima tuseme, wanaijua tatizo letu ni njia. Kwa hivyo imejengwa hospitali pale, matibabu yote hususa sisi wanawake tukategemea, tutazalia pale. Tukasema, sasa watu wauzi tushatokwa, tusha, tusha na shida ya kuzalia njiani. Shanfahamu. Lakini sivo, hospitali imejengwa na ikajafunguliwa kwa sherehe zote, binafsi mimi nilikuwepo ilipofunguliwa hospitali, ukasema, sasa mambo mazuri, vitu vyote, kila ukenda hapa pana a kuzalia hapa, si pana pa kung'olewa meno, yani kama ma, matibabu yalivo ya, ya hospitali siku mbili, siwezi kusema kama labda vitu vimepelekwa wapi, lakini mimi, kwa jicho langu vitu vingine tukaviona vinapakiwa ndani ya gari, hatukuvijua vinakoenda. Tukashangaa, hospitali vipi? Jamani, tumeambiwa sasa hivi watu wauzi, alhamdulillah, lakini leo mbona hivi vifaa vinaondoka? Sio yenyewe so, chang..., yani tukajiuliza, lakini hatupati kujibiwa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa hivi watu wanazaliwa kwenye maboti. Binafsi yangu mimi alikuja mdala jirani yangu, tukamuuguza kwa uchungu tukamuguza usiku hiyo. Sasa hivi, jamani, tata tumepata gari, tulipopata gari maji yashafunga, shida yetu inajulikana, ikabidi tumtie kwenye faiba. Kwenye faiba kazaa, tukaja tukaambiwa. Mi asubuhi nikauliza, vipi, keshafika mzazi hospitali? Eh, lakini kazaa. Bifuraha, mzazi kazalia kwenye faiba. Na humu humu cha Uzi wamo watu washasoma. Rais, tatizo letu ulisikie mawaziri ma, yaani jumla ya serikali nzima, kilio chetu cha Uzi, hospitali ipo alhamdulillah, mjengo mkubwa sana na mjengo mzuri, maana akija mtu anaona huu mjengo alhamdulillah, lakini manufaa hatujayapata bado, hususan kwa si wanawake kweli. Bado watu wa kisiwa cha Uzi tunachopata changamoto kubwa sana, na hususan sie kina mama, changamoto jamani tunaipata kubwa. Uzi na Uzing'ambwa, kama hii elfu mbili na tatu Uzing'ambwa alizaliwa mtoto tena ana afya nzuri tu kile kilo nne na nusu. Mama alipata shida wakati wa kujifungua lakini kutokana na changamoto tulionayo ya njia alijifungulia mtoto akafariki. Kwa kweli hiyo ni kwa kwetu sie bado inaumiza sana. Jengo lipo kama jumba tu la dhahabu, halina madaktari wa kutosha, halina vifaa vya kutosha. Si tunaenda tunaliangalia tu kwa sababu ile ahadi naona tutaletwa madaktari tutaletwa nini bado, mpaka leo, watu wa kisiwa cha Uzi, changamoto hiyo bado tunayo mie mwenyewe hapa mnoniona, ndugu waandishi, nimejitolea kama miaka tisa kama odal tu, lakini mpaka leo hakuna liwalo, sijaajiriwa wala sijambwa chochote. Hivi sasa hivi nimechoka na lima, angalau angekuwa nigeia, angalau iliposhwa sabuni, lakini wananiambia wewe jitolea hata kama miaka ishirini thelathini, wewe usikate tamaa, jitolee tu. Sasa kwangu mie kidogo ikawa changamoto kutokana na afya ya mume wangu, ni mgonjwa, ipo kitandani hapa tu, akisiwa hichi cha Uzi. Tuna matatizo orijinali, sio fotokopi, na matatizo yetu ndo hayo, kwa sababu hapa haielekei hasa kwamba imejengwa kituo cha mwanzo cha afya ilikuwa hapo, sasa hivi tunatengeneza basket, kikajengwa cha pili cha nafasi, sasa limejengwa jengo la tatu, lakini vile sivyo vituo vya afya, majengo tu, jumba liwapo dile, lakini lile lijengwa kae mashetani na mvua ikanya mkajificha, halina uzuru Hatutaki jengo la kujificha mbua, kila mmoja na kibanda chake. Lakini vile vifaa wale vichukua wairudishe, au na hivyo vidoba kia waje wachukue. Serikali waongo, serikali waongo, na uongo ndo maendeleo yao. Unatumia, unatumia wakunga tu wao mmo nyumbani, ehe, tunaita watusaidie, lakini na kwa kiserikali hawataki, lakini inabidi kwa uhai wa mtu tabidi tufanye hivyo. Au serikali haitaki kwa, kwa lazima tuje kwenye sehemu salama lakini kutokana tuna uhai wa mtu na maana unataka kuwahi, uwezi ukasubiri mpaka maji yakaondoka. Maji atakusubiri lakini uhai hautakusubiri. Kwa maana hiyo, t tunatafuta na wakunga wa humuhumu tunasaidiana tu. Kwa sasa hivi ndo kituo kipo kimejengwa na taasisi, lakini madaktari hatuna, na wananchi bado kweli wanapata tabu, kwa wanawake pamoja na wananchi wa kawaida, kwa sababu wananchi wakati mwingine wanaumwa usiku, inabidi wawahishwe, aidha apelekwe Nguja Ukuu au Kitogani. Kwa hivyo hilo suala lina linatuasiri sana kusema kweli, na jitihada tumechukua, kwa sababu kuna vijana mmewapeleka mie, kama vijana wa wanne e, alikuja DMO yule akataka vyeti vyao vikapelekwa veti pamoja nao wenyewe, lakini mpaka leo tunaona bado hatujapata ha, ha, mrejesho, ila juzi alikuja waziri waziri. Alipokuja juzi nafikiri likumbush, lilikumbushiwa hilo suala, lakini mimi sikuwepo, lilikumbushiwa naona kama wakaitwa tena. Malalamiko yapo mengi kuhusu habari ya huduma hospitali. Jengo tulipo zuri, lakini huduma bado kidogo. Kwa hiyo tunaiomba serikali I, ipandishe, iwe inatumika masaa ishirini na nne, wapatie watupatie madaktari ili iwe tumi, inatumika masaa ishirini na nne, wakati wote iwe hakuna shida, tukenda spidali. Wahudumu wa pale, madaktari hasa wawili naona wapo, e, na wale wahudumu wengine kama wapo kama watatu e. Kuhusu habari ya maji, taarifa nazo kwa maji hamna, na nilikuwa na nalichukulia jitihada kwa sababu maji walikuwa wanapata ya zawa kwa hivyo miundombinu ya zawa imetolewa kutokana na ujenzi wa barabara. Kwa hivyo wakati inajengwa pale barabara, nilikuwa nazungumza na, na wale watu wa kampuni walikuwa wanapeleka maji kwa magari yao yale, wanakwenda kuyajazia kwenye matenki ya skuli na hospitali pale, lakini kwa hivi sasa wale watu wa barabara wamehama, wame kwanza kwa ile ile ile shida ya maji imerudi tena vilevile. Kwa hivyo tulikuwa tuna changamoto ya, ya kituo kwanza tumekifanyia kazi ile changamoto tumeiondoa kabisa kwa asilimia mia. Kuna kituo kizuri. Swala zima la wafanyakazi ni bado swala lina changamoto kwa kutumia kituo hichi kimoja cha cha Uzi ambacho ni kweli kuna staff shortage eh, watu waliokuwepo pale bado hawajakamilika kukidhi haja ya maslahi ya kutoa kile kituo. hata hivyo hili swala ni moja katika priority za serikali na tuna sisi, wizara ya afya, tayari tumepewa kibali cha kuwatoa ajira kwa hivyo tunaahidi kwamba wafanyakazi kwenye kituo hichi wa, wa, watapelekwa katika kipindi kifupi sana.